Mara hoye! Msoma safi! Ndugu mwenyekiti, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa upande wa Bara, comrade Wasira, nataka uniruhusu nisimame kwenye itifaki aliyohitaja vyema katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi lakini pamoja nayo nitambue uwepo viongozi wetu wa dini, wazee wa Mwanza, wazee wa kimila, machifu, wenzangu na wanamsoma kwa ujumla CCM, oye. Naomba nami niungane na, ni na walionitangulia kuwashukuru, kumshukuru Mungu kwanza kwa kutufikisha salama na leo tena kuonana nanyi ndugu zangu katika uwanja huu ambao nilionana nao nyi uh, kama mwaka nyuma au miaka miwili hivi. Nitaeleza ni washukuru pia wananchi wa Msoma kwa kujitokeza kwa wingi namna hii ndani ya uwanja huu, lakini sio tu kujitokeza na hamasa kubwa sasa nione ndugu zangu wa Msoma, bendera zile ziwe juu, nione hamasa tena ya Msoma. Asanteni sana, nawashukuru sana ndugu zangu. Ninakumbuka mwezi wa pili mwaka ishirini ishirini na mbili nilifanya ziara ya siku nne mkoani humo, ambapo nilitembelea maeneo mbalimbali na kupata fursa ya kuzungumza masuala mengi ya maendeleo yetu na huko ndiko nilizozichukua changamoto za mkoa huu pamoja na maelekezo ya ilani tukaenda kuyafanyia kazi. Vilevile vile, miaka arobaini na tano yatoka kuasisiwa chama chetu tuliadhimisha hapa Msoma, na ndio pale niliposema ilikuwa uwanja huu huu, na leo tupo tena hapa. Kwa hiyo kwa Musoma si mgeni sana, ni mwenyeji kidogo. Sasa wakati wa maadhimisho yale uwanja huu ulijaa na kufurika, na mlionyesha kwamba kweli mara na Msoma ni ya kijani. Leo mnadhihirisha yale yale kwamba Oktoba 29 tunakwenda kuwa wa kijani kweli kweli. Mimi ni washukuru sana wana Mara na wanamsoma. Shukrani zangu nyengine ni kwa vijana wetu wanangu, ambao leo wameamua kuungana nasi, watoto wetu Jackson Kangoe, ambaye katika safari yake aliona akienda ICT labda mambo yatamnyokea, lakini akasema hapana na kweli amemnyokea. Maana alikuwa anagombea ubunge lakini akasema hapana, narudi nyumbani. Tunakushukuru sana, Charles Andrea, ACT Wazalendo. Na yeye amesema Kangoe twende, wamerudi. Tunakushukuru sana, Otaigo Mnanka Chauma, kijana machachari, anaonekana kafupi, lakini kanaonekana kana machachari ameamua machachari yale aje ayafanyie nyumbani. Karibu kijana wetu. Lakini pia Mwita Nyahiri ambaye alikuwa Chadema na alikuwa kijana wa kutegemewa kule, akasema siwezi kuona yanayopangwa huku nikayaona, na mimi nipo narudi nyumbani. Karibu sana Nyahiri, tumekupokea, karibu nyumbani. Ndugu zangu wa Msoma, toka tumekaa hapa tumesikiliza wa, wagombea wa ubunge wale wa viti maalum, lakini pia wa majimbo mengi. Wameyasema na mengi walioyasema yamo kwenye ilani yetu ambayo tumeitekeleza, na yamo kwenye ilani yetu ambayo tutaitekeleza. Wamezungumzia maendeleo ya jamii kwa ujumla kwenye sekta ya afya, elimu, maji na umeme ambako wamesema tumefanya vizuri sana, lakini bado kuna kazi ya kufanywa. Nataka na niwaahidi kwa ilani mpya hii, tunakwenda kumaliza maeneo ambayo maji hayajafika, umeme haujafika, lakini pia elimu, yale maeneo ambayo bado mashule hayajafika, lakini pia kwenye afya, maeneo ambayo vituo vya afya na zahanati hazijafika tunakuja kumalizia kazi hiyo pamoja na upatikanaji wa dawa na vifaa um, tiba tunakuja kumalizia kazi hiyo ndugu zangu. Lakini kwa upande wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, ambayo nataka niseme, mgombea wa Msoma mjini ameizungumza kwa mapana yake, kwamba hapa kinachokosekana ni uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, ni kazi ambayo tunakuja kuifanya. Nataka niwaambie kupitia mradi wa TACTIC, serikali yenu inajenga Tanzania nzima stendi na masoko, ili kutoa fursa kwa wafanya biashara ndogo ndogo waweze kufanya kazi zao. Lakini kupitia mfuko wa halmashauri wa asilimia kumi ambao tumeugawa nne kwa wanawake, nne kwa vijana na mbili kwa walemavu, hiyo ni fursa nyingine ya kujenga au kuwezesha wananchi kiuchumi. Lakini pamoja na hayo, wakati nazindua kampeni, nilisema tutaanzisha mfuko wa wafanya biashara ndogondogo ambao utaanza na shilingi bilioni mia mbili. Halafu tuone jinsi unavyokwenda, ndivyo utakavyojazia. Kwa vijana wangu wa Musoma mjini, jipange, sema unataka kufanya biashara gani. Stendi tunajenga, masoko tunajenga, mifuko ya kukuwezesha ipo, sema unatafanya biashara gani, utasaidiwa na utafanya, ajira itapatikana. Lakini kubwa zaidi tumesema kwenye ilani mpya, tunakwenda kurasimisha biashara ndogo ndogo, zitambulike, ziwe rasmi na ziweze kufaidika na mambo yote ambayo wafanya biashara wengine wanafaidika nayo. Lakini katika kuwawezesha wananchi wa Tanzania, serikali yenu imekuja na mfumo wa ruzuku. Ndugu zangu, tunatoa ruzuku kwenye kilimo, mbolea na pembejeo wanalipa nusu bei, na kwa maeneo mengine dawa za kuwa magugu na za kupulizia tunatoa bure kabisa. Lakini kwa upande wa ufugaji, upande wa ufugaji tumetoa chanjo za wanyama kwa ruzuku, na chanjo za kuku ni bure kabisa. Kwa upande wa umeme, gharama za kuunga umeme eneo lolote lile si chini ya, ya laki nne, lakini kwa wale wa vijijini ambao uwezo mdogo tumesema wataunga kwa elfu ishirini na saba peke yake. Kile cha juu chote cha juu chote kinatolewa na serikali, ni kuwawezesha watu wetu. Anatamani kuwa na umeme, hana uwezo, toa elfu ishirini na saba umeme unakuja nyumbani anatamani kufanya biashara, hana uwezo, mifuko ipo, fanya biashara. Kwa hiyo hiyo ni kuwawezesha wananchi kiuchumi. Lakini jengine, serikali yenu inatoa elimu bila ada darasa la kwanza mpaka kidato cha sita. Ile pesa ambayo mamako babako angeitoa kuipeleka kulipia inabaki mfukoni kwake, ni kumwezesha mwananchi kiuchumi. Lakini pia katika ilani yetu hii na hata nyuma kuna makundi ambayo tuliyasema hayatalipa huduma za afya. Hiyo nayo ni kumnusuru mwananchi ku, ku, ku, ku, nini, kulinda utu wake, kulinda afya yake, na ile pesa ambayo alikuwa ilipe kwenye afya inabaki kwake, na kama hana uwezo basi matibabu atapata. Hayo ni kumwezesha mwananchi kiuchumi. Lakini ndugu zangu, eneo la tatu ni eneo la sekta za uzalishaji ambazo zimesemewa sana hapa. Mheshimiwa Wasira amesema mara yote ni ukame na kunahitajika kilimo cha umwagiliaji maji, na hayo ndio tunayo yasema katika ilani zetu, tulianza na tunakwenda kuendeleza kilimo cha umwagiliaji maji, tutajenga skimu, tutajenga mabwawa ili tuweze kumwagilia. Kwa upande wa uvuvi, mengi tumeyafanya kuwawezesha wavuvi wazalishe zaidi. Tumekuja na mawazo ya ufugaji wa samaki kwa mabwawa, lakini ufugaji wa samaki kwa vizimba, ambao vijana wanafanya kazi hiyo, tuzalishe samaki wengi, tuwaongeze thamani na tuweze kufanya biashara kwa upande, na yote haya, kilimo, uvuvi na ufugaji na ufugaji pia baadaye italeta maendeleo ya viwanda, na ndio maana tumesema kila wilaya kutakuwa na kongani za viwanda. Baada ya kusambaza umeme kote, takuwa na kongani za viwanda ambazo zitaongeza thamani kile kinachofanyika kwenye wilaya ile, kama ni ufugaji, mazao ya kilimo, mazao ya uvuvi au chochote kile, hata madini, itaongeza thamani. Kwa upande wa miundombinu ambayo ndio inawezesha kukua kwa uchumi. Mara hapa ndani ya mkoa wa Mara barabara tumeanza kuzijenga, nyingine ziko ilani, kwenye ilani hii mpya tutaendelea kuzijenga, lakini pia tunatambua kwamba Mara kuna haja ya uwanja wa ndege wake kufanyiwa kazi. Tumetoa pesa kuutanua uwanja wa ndege awamu ya kwanza, lakini pia tutauendeleza mpaka ufikie viwango vya kutua ndege kubwa, ndege ambazo zitakuja mara kibiashara. Vile vile kuna masuala ya bandari. Nilikuwa nanong'ona na makamu mwenyekiti mzee Wasira, kuna bandari ya zamani sana ambayo imeachwa kutumika na kuna bandari nyingine ambayo inatumika. Nataka niseme bandari ni kuendeleza usafiri kwenye maji, bandari tutazifufua kwa sababu tayari pale Mwanza tumejenga meli kubwa ya MV Mwanza ambayo itasafiri kutoka Mwanza kuja hapa na kwenda kwa majirani zetu Uganda. Kwa hiyo bandari lazima tuzifufue, zipokee meli kubwa hizi na biashara iweze kushamiri ndani ya nchi yetu, ndani ya mikoa yetu. Lakini jengine kubwa zaidi, ndugu zangu, ni mradi wa reli ya SGR. Reli hii itatoka bandari ya Tanga na tuunganishe na moja bandari kubwa utakazozijenga hapa Musoma. Reli itatoka Tanga, itapita Moshi, Arusha, moja kwa moja Musoma. Kwa hiyo reli hii na yenyewe inakuja na mapinduzi ya kiuchumi ndani ya mkoa huu, nduguzangu wana Mara, ndugu zangu wana Mara, lililobaki hapa twendeni tukachague Chama cha Mapinduzi ili haya niliyoyasema tuje tuyafanyie kazi. Ombi langu kwenu, ombi langu kwenu, najua ndani ya mara hapa kuna watu wamenunanuna, na katika kununa kwao wanachochea, wanasaidia viongozi au wagombea wa vyama vya upinzani ili CCM aikomoe Nataka kuambia CCM haikomoki, na katika kuhakikisha hilo, katika kuthibitisha hilo, niwaombe ndugu zangu, tarehe 29 tutoke wote kwa pamoja tukachague chama cha mapinduzi. Ukipeleka huko unakoshawishiwa, ukipeleka huko unakoshawishiwa, umepeleka kura yako kwenye zero na kama mtatoa jimbo kwa huko hilo jimbo lina zero, lakini ukija huku mambo yamo kwenye kitabu kidogo hicho. Kitabu cha mkoa wa Mara cha Ilani kinasema kila wilaya ndani ya mkoa wa Mara utapata miradi gani, utapata maendeleo gani. Nendeni kachagueni chama cha mapinduzi, ndugu zangu wa Mara. Kazi na utu kazi na utu. Haya, chama cha mapinduzi, kazi zetu ziko kwenye kijitabu kidogo hicho na kitabu kikubwa ambacho nitawakabidhi wabunge wenu. Hizo ndizo kazi tunazoomba mtupe, ili tukajenge utu wenu, utu wa Mtanzania, utu wa Mwanamara, utu wa mtu wa Msoma. Sisi oye! Aya, naomba sasa nigawe ni gawe ilani kwa wabunge wagombea ubunge halafu tuje tuombe kura kwa pamoja <tinyo>